Sasa katika hii video inaenda kuonyesha jinsi ya kujiunga na Angel Bot, namna ya kufanya taski za Angel Bot na namna ya kufanya taski za, za task zao za Twitter ili uweze kuwa verified uweze kupata Angel coins. Hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, maana inaenda kukupa maarifa sahihi ya kuwewe kukufanya uweze kupata coin ambazo leo hii zitakufanya uje kulinganazo baadaye kama pesa halali. Hivyo ili uweze kujiunga na ili bot ushakuwa na linki kama hivi. Hakikisha kwanza umewasha VPN. Unawasha VPN. Unawasha VPN kama hivi. Itafunguka kama hivyo linki. Pia hakikisha una like, una share, una subscribe hii channel ili uweze kupata maarifa ya crypto mengine zaidi ya haya. Itafunguka kama hivyo. Hapa sasa ushakuja kwenye bot tabonyeza hii sehemu ya start hapa chini pa blue hapo tabonyeza post start, itastart kama hivyo. Ushabonyeza start utakuja hapo kubonyeza join ukishabonyeza join utakuja hapa kubonyeza agree hapa. Ukishabonyeza hapo utakarodi aka hivi. Uta, utapewa hiyo hesabu, hesabu yoyote utapewa. Mimi nimepewa 15 toa 9, sawa sawa na ngapi? 15 toa 9 ni sawa sawa na sita, jibu lake ni sita. Utajaza hapo, nitajaza sita, nitatuma, nitakuwa hivyo. Task ya kwanza ni hapa, join our group telegram group, utabonyeza hapo. Mimi nilishajiunga tayari, nitarudi join ya wa, telegram channel utabonyeza, ila wewe hapo utakuta sikitu wamekuandikia join. Nitarudi afu hapo next next itakuja hivi follow our twitter channel. Inabidi ukafollow tu channel yao ya twitter, ambayo ni x inafahamika kwa jina la kama la x. Utabonyeza hapa follow wa twitter, itafunguka moja kwa moja kwenye twitter na ili uweze kutumia twitter pia inabidi utumie VPN mimi hapo, nilishafollow ndio maana imeandikwa following. Pia hakikisha naona follow inabadilika na kuwa following. Sasa kisha so follow hapo, nitabidi upate nini, upate upate upate ukakopi uka username yako, je kuatumia sasa, ili uweze kukopi username yako, utatoka hapa nje kidogo, utakuja hapa kwenye Twitter, utaingia kwenye Twitter hapa itafunguka kama hivyo. Twitter itafunguka kama hivyo Utakuja sehemu ya kona ya juu upande wa kushoto hii utabonyeza hiyo sehemu ya picha hapo, kisha bonyeza hapo, itakuja hii sehemu utabonyeza hii sehemu ya hiyo hapo, walikuwa andikia profile, utabonyeza hapo kwenye profile, kisha bonyeza profile hapo, itafunguka kama hivi. Utakuja sehemu kona ya kulia upande wa juu, wamekuandikia kuna sehemu hapo vimstari vyenye vi, vi, vidoto vitatu utakibonyeza hiko, kisha bonyeza hiko, itakuja hiki kitu utabonyeza share, kisha bonyeza share hapa hivi Utabonyeza hapa kopi. Hii hapa ndo username yako ya Twitter, utaibonyeza kopi. Ukishabonyeza kopi, utarudi tena kwenye boti lako ili uweze kuituma. Utaituma kama ilivyo, lakini mimi kwa kwa hii nilishajiungia kwenye boti nyingine, nitaiedit kidogo ili zisizo zinafanana, nitaiedit kidogo, ili nitaiedit kidogo zisizo zinafanana, nitaituma hapo. Ukishatuma itakuja hivi, utaambiwa like and retweet this post. Inabidi nika like na ku retweet. Alafu ukisha like and retweet, inter your Twitter url retweet. Nitaenda kuonyesha jinsi ya kuchukua hiyo url na yu namna ya kulike. Alafu pia pin the post and the tag three friends, nitabidi nitagi na marafiki watatu, nitabonyeza hapo. Hivyo like and retweet nita open, nikisha open itakuja tena Twitter, itanipeleka kwenye posti moja kwa moja kama hivi sasa, ili uweze kulike, ili uweze kulike hapa hivi, utapakuta hivi utapakuta peupe kama hivi na hapa hivi utapakuta kama hivi. Sasa ili uweze kulike, kulike utapakuta hivi, inabidi ubonyeze ile sehemu iliyoandikwa kama I love you; utabonyeza hapa pale, pekundu itakuwa pekundu kama hivyo hapo, maana yake umesha like. Alafu ili uweze ku retweet na upate URL, utakuja hapo, utabonyeza ile sehemu iki, utaibonyeza hiyo. Ukishabonyeza, utakuja ile sehemu iliyoandikwa quote yako kama ka penseli yako, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo itakuja huko, hapo uta add comment, utaandika mfano good project, good project Yeti, alafu tatagi three friends mfano mi nenda kutagi hawa ati Elon Musk, Elon Musk nitamtag huyo wa kwanza, alafu wa pili nitamtag Donald Trump, trumpu, trumpu, huyo hapo, alafu wa tatu nitamtag Putin. Na alafu hapa nitaenda kumtagi mtu yeyote tusema naandika James, ah sijaandika neno la, la, unavomtagi mtu akisho unaanza ni alama alafu, ndi, ndi, ndi repost. Repost, ya ati alafu hapa Putin nitamtagi huyu hapa alafu repost, ukishabonyeza repost kuna kameseji hapa katakuja utakabonyeza chaka bonyeza huko hapa, ndio unakuja kuchukua URL, ambapo utakuja kubonyeza sehemu ya like ya share hii hii hapa, utabonyeza hiyo, itakuja hapa, utakopi linki hii hapa, ndio URL. Sasa utakuja huko kwenye Telegram bot, utaituma hiyo URL tena, ila mimi hapa naedi kwa sababu hili jina nilishajiungia. Utatuma hiyo URL kama hivyo, itakuja hivyo hapa. Sasa watakwambia ukachukue hapa hivi ukachukua address hii, message itakuja hii hapa: Congratulations, every task is completed and you are now enlisted in the Angel network official airdrop contest. Hapa hivyo ndabidi ukachukua hapa hivi address needed to begin with ox for example ox, hiyo hapo sijui nini nini, address inayotakiwa ukachukua kwenye Angel wallet yako, ambao umeshapata KYC, umeshapass KYC Ukachukue address yako. Sasa hapa hivi we, ili uende kuchukua address yako, yako. Nitakuja kwenye Angel Wallet. Ingawa mimi sitatumia tumia Angel Wallet, lakini naenda kuonyesha jinsi ya kuchukua address ya Angel Wallet. Tabonyeza hapo kwenye Angel Wallet tutaifungua. Utaifungua kama hivyo hapo Angel Wallet. Itafungua kama hivyo, utaingiza pin zako hizo ulizoweka wewe. Itafungua kama hivyo, ikishafungua kama hivyo, utakuja sehemu unaandika Angel, utabonyeza. Kishabonyeza hapo hivyo, utabonyeza sehemu ya receive. Kishabonyeza receive, ili upate address yako utabonyeza hii sehemu hii. Hapa mtabonyeza hapo, utakopi, utaenda kuzituma kule moja kwa moja, lakini mimi siendi kutumia hii, naenda kutumia ya nyingine. Naenda kutumia nyingine, naichukua kwenye Trust Wallet, maana hiyo hapo tayari nilishaitumia. Naenda kuchukua kwenye Trust Wallet kama hivi, huko hapa Trust Wallet ndio lako kuja kuchukua address yangu hapo. Hivo nitaingia hapa hivi, BNB hapo, maana zinafanana. Nitabonyeza hapo receive, lakini usitumie ya nyingine, tumia ya Angel wallet. Nitabonyeza code halafu nitarudi kwenye boti langu, nitarudi kwenye boti langu hapa, nitaituma hii wallet kama hivyo, itakuja hivi hapa hivi. Maana yake nimeshamaliza hii sehemu ya bans kuangalia salio lako. Salio langu mimi ni Angel ishirini hii sehemu ya referral link ni kupata link yako ambayo ni hapo natumia kualikia watu. Hii sehemu ya leaderboard kuangalia wewe mtu wangapi kwenye leaderboard yako mtu wangapi ngapi, unaangalia kupitia hiyo hiyo hapo hapo unaangalia. Kwa mfano hapa mtu anayeongoza ni huyu hapa Hey, Angel chat ndio anayeongoza na safatiwa na ZCP huyo sijui nini. Alafu ile task ili upate task za kila siku kila baada ya masaa 24 wanatoa task, utakuja kubonyeza isemo unaandika ile task, utabonyeza itakuja hivi hapa hivi task ya sasa hivi nimeambia ile task complete daily task to earn extra angel like and retweet task n 5 angel coin like and retweet our our latest post on twitter then send your your your repost url here click the button below to open our twitter page then send your retweet url. Sasa ili kwenda ku retweet ni kama vile vile kama mdot ivochukua kule ili ku retweet task utabonyeza pa open araelo afu utabonyeza hapo open, itakupeleka twitter ku retweet. Sasa unafanya hivi, ukipewa task kama hiyo ya ku retweet, ukishakuja huku twitter, unafanya hivi, itafunguka kama hivyo. Ikishafunguka hivi hapa last post yao ni hapa ya masaa nane yaliopita, hii ndio post yao ya mwisho. Tabonyeza hii sehemu hii hapa hivi ndio sehemu ya kulitweet, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza Ukisha hapa itakuja hivi hapa. Sehemu unaandika quote hapo, ukishabonyeza hapo itakujileta hapa hapa hivi, utaadi comment yako, utaadi tuseme good nice project nice repost project. Utabonyeza repost hapo, ukishabonyeza hapo kuna kama message katakuja hapo aka utakabonyeza, utakabonyeza. Kwa message itakuja hapa hivi, kuchukua hiyo URL yako, utakuja sehemu ya share hapo, utabonyeza share, utashare hapo, utakopi link. Share, copy link, utarudi tena kwenye Telegram boti lako kwenye boti lako la Angel ili uweze kuituma hiyo linki, utakuja hapo utaiweka hiyo linki lakini kwa kuwa mimi link nilishaitumia kwenye akaunti nyingine, yani hii username hii inayosoma hapa nilishaitumia hii link, nitaenda kuibadilisha, nitaenda yani nita nita nitaiharibu nita ili sisome jina hili jina li, jina liwe tofauti nitaafu tatuma hapo. Ukishatuma itakuja hivi daily task completed, come back tomorrow. Hapo ukibonyeza daily task tena hapa hivi utaambiwa completed already completed you have already completed the, uh, today. Zile task hapo umesha complete, maanake task zako ni mpaka kesho tena. Kila baada ya session na unatoa task utafanya kama hivyo, kuna task mbalimbali. Alafu hapa hivi ni sehemu ya social media zao, ukitaka kufuata social media zao kwa mfano, kuna Angel Network Telegram Group, kuna Angel Network Telegram Channel na Angel Network Twitter. Hivyo ndio namna kufanya pia. Naombeni msisahau kusubscribe channel hii Msisahau kulike, msisahau kutoa comment. Niambeni hapo kwenye comment kitu gani kijacho nifundishe, niweze kuwafundisha kwa, kwa lugha ya Kiswahili muweze kuelewa. Na pia e, link ya kujiunga na Angel Wallet, Angel, Angel, Angel, Angel bot hili nitaiweka hapo kwenye kwenye comment section na pamoja kwenye video description, hivyo mjiunge na na pia unapojiunga, navyojiunga unawasha VPN na najitahidi kufata maelekezo vizuri, asanteni.